Uvumi wa wapi wataelekea waliokuwa wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wakiongozwa na wanachama waliokuwa wakiunda kundi la G55, pengine umepatiwa kitendawili siku ya hileo baada ya baadhi ya wanachama wa chama hicho kuonekana katika mkutano wa chama cha Chauma, lakini taarifa kutoka katika mkutano huo uliofanyika huko jijini Dar es Salaam zimebainisha kuwa katibu mkuu wa chama hicho Mohamed Masudi Rashidi amejiuzuru katika nafasi hiyo, na kwa mujibu wa maelezo aliyonipatia baada ya kufanya naye mazungumzo amebainisha kuwa aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Zanzibar, Salum Mwalimu ndiye atakayekuwa katibu mkuu wa chama hicho cha, cha siasa nchini Tanzania. Lakini mimi shauku yangu nimetaka kujua hasa nini ambacho imemsukuma mpaka kajiuzuru katika nafasi hiyo. Ni kweli tumejiuzulu kwa katibu mkuu, majizuru kwa katibu mkuu na upande mwingine, kama mwenyekiti wa bara naye amejiuzulu, na naibu katibu mkuu bara pia naye amejiuzulu. Badili yake, tume halmashauri kuu imefanya mabadiliko kwa mjibu wa katiba, imemchagua katibu mkuu mwingine ambaye ni ndugu yetu Salumu Mwalimu, imemchagua ndugu mwadi masudi tena kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar. Kwa nini umeamua kujiuzuru katika nafasi hiyo ambayo ulikuwa ukihudumu ndani ya chama cha CHAUMA? Ah, tumejiuzuru kwa sababu a, tulikuwa na wanachama wapya wamekuwepo, na katika kuwapa heshima zao na tulitaka kuwapa nafasi za uongozi pia, lakini nini ko, tumefanya hivyo kwa maslahi ya ya chama na kwa maslahi ya wanachama wetu kwa mujibu wa katiba wananchi pia, nikawa ni wajibu wetu kutafuta wanachama wapya na wale ambao wanachama watawapokea katika Sehemu mbali mbali. Kulikuwa na makubaliano ya awali ya kufikia uamuzi huu ambao umeufikia sasa? Kila jambo lina utaratibu wake, bila shaka mko na taratibu nzuri kabla ya hapo za kuamua kwamba wewe kujiuzuru. Ndio kusema una nguvu ya kukitumikia chama? Hapana, sio hivyo, manake kuwa, kuwa kurudi katika nafasi nyingine haimaanishi hivyo, lakini na vile vile kama nilivyokwambia katiba yetu inavyozungumza ni kwamba wajibu wetu halmashauri kuu ni kutafuta wanachama kuingia katika chama na vile vile kutafuta wanachama ambao watakuwa na mas huko tunakoenda. Kwa hiyo sisi tuko katika katiba yetu, tumeliona hilo kwamba ni wajibu wetu halmashauri kuu kutafuta wanachama wapya kuingiza katika chama, na ikiwezekana tuwapendekee wa, wawe pia ni, ma, ni yaani ni watu ambao wanapendwa katika kwa wenye wananchi sababu uchaguzi wa serikali unategemea sana mtaji wa wa wananchi sio wanachama peke yake. Huko nyuma, pasi na shaka, Chauma mmekushakupokea wanachama wengi tu na mkuweza kuwapa nafasi za juu. Hivi sasa ni nini ambacho kimewasukuma mpaka wanachama hao mmewapa nafasi za juu ndani ya chama? Nafasi kilichotusukuma ni kwamba tunaita chama for change, maana yake tunaendelea kwenye mabadiliko, na mabadiliko ni lazima uyakubali wimbi la la na mabadiliko ni lazima uende nalo. Ukianza kusokotana nalo litakuangusha. Kwa hiyo sisi chama chetu kiko katika chama cha umma for change, kwa hiyo tuko katika mabadiliko. Wanachama wapya baadhi, wanawatazama kama si wana mageuzi halisi, lakini wengine wanawatazama kuwa ni watu walio katika mradi wa kudumaza demokrasia nchini Tanzania Ninyi mnawatazamaje na kwa nini mmefikia maamuzi hayo haraka kiasi hiki? Sisi, sisi tumechakata, tumechukua wanachama ambao tunajua watatusaidia kwa man, kwa manufaa ya wananchi. Nakanusha hayo madai yao. Unajua, binadamu anaweza akasema nalo litaka yeye kwa sababu hazuiwi kusema, hiyo ni haki yake ya msingi kwamba atasema anavyotaka. Lakini sisi kama ni viongozi mahiri, tumeliona hilo na tumechakata hilo na tumekuwa na wanachama ambao watakipeleka chama katika position nzuri sana. Wengine wanatonia choo sana, kwa sababu sisi ni, ni chama ambacho tumekisajili muda mfupi saa, kwa sababu chama kina uhai wa miaka kumi na mbili tu iliyopita. Sasa kuna vyama vina miaka zaidi ya thelathini au ishirini na ngapi havipata nafasi ya kupanda juu, kwa hiyo wanaona sasa kwamba Chama cha Umma, kwa mujibu wa sera yake, kila mtu anakipenda wao. So, waliokuja wamekuja kwa sababu ya sera zetu huko mitaani kuna nadharia mbili: ya kwanza chama cha mapinduzi kinatumia jukwaa lenu, nadharia ya pili serikali inatumia jukwaa lenu. Hizi nadharia mbili unazizungumziaje? kwa maana hiyo kwamba kabla ya hapo kuna vyama vingi vimevunjwa, kutoka NCCR au wanachama wake wametoka NCCR, ametoka wameenda kwenye vyama vingine, na sisi ni miongoni mwa mazao ya NCCR. Sisi tuliondoka NCCR. Tukaunda Chama cha Umma, na wala hakuna tatizo kwamba alitajwa CCM wala nani, lakini mtu akitaka kukuchafua anaweza kukuchafua kwa jinsi ambavyo anavyotaka, na sisi hatumkatazi mtu kusema vile anavyotaka. Sisi nia yetu ni kwenda mbele, sio kurudi nyuma. Sasa kama tungemchukua mwana mwanachama mwingine, na hiyo ipo, tumachukua wanachama pia kutoka NCCR wapo, kutoka wangine, ada tadea wengine wapo, wengine kutoka vyama mbalimbali. Sasa kwa nini hatukuambiwa basi ni matawi labda ya chama hicho? Lakini kwa sababu wana midomo sisi hatuwezi kuwazuia sema, lakini ni taarifa ambazo zilianza muda mrefu kwamba ni mpango ambao unaratibiwa kwa wanachama hao kuja huko ili kuweza kufifisha nguvu ya chama ambapo wanatoka. Mimi kama katibu mkuu nazungumzia, nilipokuwa katibu mkuu sikupata kuorganize na mtu yoyote wa system hata dakika moja wala dakika tano. Sisi ni maamuzi ya kwamba tumepata wanachama, tumewapokea. Sasa wache watu, watu waseme, swali chapisha kule kuna magari sijui karibu ni mangapi yale ya ndugu yangu yale yaliokoko bandarini pale, yameandikwa CHAUMA, ii kweli kwamba magari ni ya kwetu? Kwa hiyo kila tukaloliona limeandikwa maanake ni la ukweli? Sisi tunasema tumechukua wanachama, na wao wanaona wivu. Kwa nini tumepata wanachama kipindi? Kwa hiyo wacha waseme, napopia wanaposema, hatuongozwi na mtu, sisi tunaongozwa na sera zetu. Wanachama hawa wataleta nini ndani ya CHAUMA? Wataleta mabadiliko makubwa na kwa taarifa yako tarehe ishirini na moja tunakukaribisha sana. Tunapokea wimbi jingine la watu wengi kuliko wale na wanachama zaidi ya laki moja. Wanachama hao ambao wanakuja wanatokea wapi? Wanatoka katika mikoa yote thelathini na moja ya Tanzania. Kwa hiyo unataka utuambie katika mazingira ya sasa, ninyi kama chama cha siasa ni mambo gani ambayo mnakwenda kuyafanya, kwa sababu bado hamjaeleweka eleweka. Kazi ya halmashauri kuu moja katika kazi zote ni kuingiza wanachama kwenye chama chetu. Furahi kwamba wakati huu tukielekea uchaguzi, basi tunaanza kupata wanachama wengi, na miongoni mwao ni viongozi waliokuweko katika vyama vingine, wengine wakitoka katika ngazi za kitaifa na wengine wanatoka katika ngazi za mikoa, na tutapita mikoani kuangalia katika ngazi za wilaya, vijiji na vitongoji ni mabadiliko gani ya kisiasa ambayo mnatazamia kuyaleta katika mazingira ya sasa, na namna ambavyo tunatazama siasa za Tanzania zilivyo katika kipindi hiki? Kwanza ni kwamba tutapata tutapata kura nyingi kwenye urais, na inawezekana tutachukua dola mwaka huu, kishangaye tukachukua dola. Rais wetu, mwenyekiti wetu, nafikiri tutakuwa ni mgombea basi, tunaweza tukapata hata huo urais, sababu hakuna aliyojua mheshimiwa Samia kama atakuwa rais, lakini Mungu ndiye anayeandika kuwa wewe uwe kwenye cheo. Kwa hiyo kwenye nafasi ya urais tuna tamaa kubwa. Kwa upande wa Zanzibar pia nako tunatamaa kwamba tutachukua urais na pia tutachukua wabunge na wawakilishi. Tunategemea kuchukua dola mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano kuelekea ishirini na sita tunaapishwa kuingia ikulu mbili ya Magogoni na ile ya pale Zanzibar, Migombani. Maamuzi ya sasa unafikiri kwamba hayawezi akaacha mgogoro ndani ya chama chenu? Pia kwetu sisi sisi kwetu, sera yetu ni amani. Hatuna mgogoro, tuko sawa, tuko safi kabisa kaka, bado hatujafikia hiyo ya mgogoro tena, hiyo wala hizo zitakuwa niisi kwamba unategemea sisi tupate tufanye tupa, migogoro hapana. Kiongozi che, ke, chama chetu, kuna viongozi walikuwa mahiri bwana, chini ya mwenyekiti wetu asimrungwe, hakuna kinachotendeleka. Tuko makini, tuko vizuri na tunajipiga kifua kwamba tuko vizuri sana, na wewe utakuwa ni mwanachama wetu tukiamini kwamba wewe ndiye unaipenda ubwabwa, unakuletea ubwabwa kutoka Mbeya. Mara hii kuna taarifa kwamba kuna idadi ya wabunge tayari mmekusha kuahidiwa kwamba mtapewa, mtapewa wabunge wangapi kutokana na kazi ambayo mmeifanya mpaka sasa? Hapana, unapozungumzia unapewa, maanake hiyo hiyo utasema kwamba uh, pale nyumbani au dukani unapewa. Hapana, tuta fight kwa kampeni kupata wabunge na wawakilishi na madiwani, na ikiwezekana uchaguzi unaofuata wa vitongoji pia tutakwenda kwenye vitongoji na mitaa. Hili neno la kwamba utapewa hapa, hakuna ruzuku kwamba umekaa nyumbani upewe. Kwa juhudi zetu tutafanya kampeni kila mkoa, kila jimbo, kila wilaya, hadi tufanikiwe kupata wabunge, na hasa tuta fight katika hali zote, ili tupate rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar, ili wananchi wajue kwamba mara hii dola inakwenda kwenye Chauma. Haya magari na dhana nyingine kwa ajili ya kuimarisha shughuli za chama mmeyatoa wapi? Ah, si ulisikia wewe. Lakini sisi tunakwambia hatuna gari wala hatuna baskeli. Sisi tunachozungumzia tuna wanachama tuna wanachama, hatuna gari wala baskeli. Tutatembea kwa miguu mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya. Hayo mapropaganda yaliyokuwepo, basi tungekuwa nayo muda mrefu. Usisikilize kauli ya mtu yoyote zaidi ya hii ninakwambia, kauli K ya chama hatuna gari hatumiliki gari wala baskeli. Na yale magari ambayo yameonekana yako bandarini, ah, sisi tunapenda kama utatuletea takuwa vyema zaidi mheshimiwa. Wale no. waliosema yale magari ni ya kwetu, ah, tukiaona basi tutafurahi sana. Inaonekana pia nao ni wanachama wema kwetu hao. Nyinyi amjaofu kwamba kuja kwa wanachama hawa kunaweza kukaharibu taswira ya chama cha Chauma, kwamba ni chama ambacho kinatumika, tunahakikishia tena hiyo sio Hizo ni dhana za watu. Sisi tuko makini, viongozi makini. Hakuna taswira ya ku, ya ku, ya kusema kwamba si chama cha umma kitaharibika. Chama cha umma kitapata nguvu sana. Lakini wenzenu katika shughuli za kisiasa wanaeleza ya kwamba mmenunuliwa, mmefika bei sawa. Anaosema mmenunuliwa, tumekuwa tumekwambia mapema kwamba wana midomo yao ya kusema, hatuwakatazi sisi, lakini ukituambia sisi, si atuletea lotununua, na hiyo bei yalotununulia ni ngapi? Sisi tunachosema kwamba wao wanaona choyo kwa hiyo ukiona choyo, kila kitu atakwambia mtu huo, ndo ukweli. Sisi hatujanuliwa na mtu wala hatunuuliki. Hiyo choyo inatokana na nini? Maneno ya kwamba watu mkosaji, bwana waambie wale watu wa tarabu, wanajua wakosaji, ndio maneno yao. Hiyo choyo inatokana na nini? Tunuliwa, tunuliwa, tulipotoka NCCR kuunda chama chetu tunuliwa na nani? Watu wa watu wa NCCR pia waliparaganyika, walinuliwa na nani? Watu wakafu, wali ba, walisabatika, walinuliwa na nani nani? Watu lakini I... kwa sababu ya CHAUMA ndio na na nani? Hivyo vyama ambavyo unavitaja kwamba wanachama wake waliondoka na vikaweza kusalia kama vilivyo, ni moja kati ya mkakati ambao unafanana na mkakati wenu ambao unaratibiwa wakati wote wa kudhoofisha chama cha upinzani chenye nguvu nchini Tanzania. kuvuruga vipi? kwa sababu kama chama ndio kina, CHAUMA kina uwezo wa kuvuruga dola? kwa maana hiyo wao walo walovurugana wao walopendana ni CHAUMA, tumefanya hivyo. sisi tumechukua tume wanachama waliokuwa hawana chama, wanataka kufanya siasa na chama. Kwa hiyo Chama cha Umma iko tayari kufanya siasa na wao, lakini ni mpango ambao unaelezwa kwamba ulianza zamani. Uh, ulianza na nani sasa, kwa sababu taarifa za wanachama hawa kuja katika chama cha CHAUMA zilianza toka mwezi wa kwanza. Kwa hiyo si taarifa ngeni katika masikio ya Watanzania. Uh, basi basi sio nadhani sio mwezi wa kwanza, toka elfu mbili na kumi na mbili hawa walikuwa na nia kuja chama cha umma toka kimeanzishwa chama cha ukombozi wa umma, na hata ni hata wewe mwandishi umependezwa na chama cha umma kwa sababu huwezi kulala nyumbani bila kupata ubwabwa. Uongo kweli? Lakini sasa hivi mnapigania chama cha umma, lazima utakipenda kwa sababu inataka kukuletea ubwabwa, au usikipende vipi? Saa hizi tunatazamia kuweza kuwaona kwamba mkipigania mifumo ya kisiasa na kutaka mageuzi katika mifumo hiyo, ni tofauti na ubwabwa ambao mnaueleza na ndio maana tukachukua wanachama hao kwa sababu tunataka mageuzi katika siasa. Inaelezwa kuwa wameshindwa huko walikotoka na kuratibu katika zoezi hili la kuja kwenu. Hatukushindwa, tumeimarisha nguzo wao. Wow, ah, wao wow, wameonekana wow, kushindwa huko walikotoka na, ah. na wameacha mgogoro katika chama chao. Siwezi kuwasemea wao, sisi tunasema kwa mujibu wa wo wetu wa, sisi wamekuja wanachama tumewapokea, na ni haki ya kila Mtanzania. Hivi vyama sio vya viongozi, hivi vyama ni vya wananchi. Kwa hiyo ni ni kila haki ni haki ya Mtanzania kuja katika chama ambacho anaona kina sera kinachoweza yeye kumpatia nafasi ya kuwa kiongozi katika nchi hii. Watanzania wangetaka kusikia wanachama wapya wamekuja na nini. CHAUMA wamekuja na maendeleo pia, na wamekuja na wanachama, kuja na mtaji. Mtaji wao ni wanachama, na sisi tumepokea mtaji kaka. Hayo mapesa ya kufanyia kampeni ambazo mnaeleza sasa, mmeyatoa wapi manzo, chama, kwa nini hapo mwanzo wakati chauma kinaanzishwa kutuuliza kwamba pesa ya kampeni zimepata wapi? Na tulikuwa tunashiriki miaka yote uchaguzi zote lakini, si Tanzania I, nzima imekuwa leo leo. Kupata wanachama hawa ndio tunauliza masuala hayo. mlikuwa mkishiriki lakini si kwa Tanzania nzima. Na kwa tambo hizi, hata kama si Tanzania nzima, kwani hivyo vyama vingine, hiyo Chadema inafanya kampeni ni Tanzania nzima? Mi naishi Zanzibar, Chadema sikuiona Zanzibar ikifanya kampeni, lakini sisi tulifanya kampeni kaskazini Pemba mpaka mi-nyanda za kati hapo Tanzania bara mnakwenda kusimamia nini katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano? Tunaenda kupigania dola sisi, hatuende kucheza. Kupigania dola toka tumeanzisha chama, katiba yetu inasema ni kugombania kuongoza dola. Sasa ukituuliza tunaenda kugombania nini, maana yake huko nyuma tulikuwa tunagombania tarab. Sisi tunaenda kugombania uongozi, kuongoza dola. Na sasa tuko njiani, kama tunaenda Morogoro basi tushafika Ruhuma na na Chalinze. Mifumo ya uchaguzi nyewe mnaitazamaje? Ah, mifumo ya uchaguzi muhimu. Kila uchaguzi serikali ina mipaka yake na njia zake, ina sheria zake na taribu zake, na sisi kama tumetawaliwa basi tunastahiki kufuata hizo sheria. Tukimaliza tukitawala sisi, tukiona sheria iko mbaya tunabadilisha tunaweka sheria ambayo inakidhi mahitaji ya wananchi. Tume ya uchaguzi inalalamikiwa, ninyi mnaitazamaje? Tume ya uchaguzi katika mazingira ya sasa, hata sisi tunalalamikia, kwa sababu tunataka dola. Kwa hiyo kila mwenye kutaka dola lazima atajipendelea yeye mwenyewe, hata ye ni... sisi tunalalamikia pia. Nini ambacho mnakilalamikia katika tume? Tunataka uchaguzi we huru na haki, na wao wametuahidi hilo. Sasa utekelezaji ndio wasiwasi wetu, lakini uchaguzi huru na haki. Hata elfu mbili na kumi na tano na ishirini sisi tumeshinda Urais. Chauma, mlishinda urais elfu mbili na ishirini si ndivyo? Ndio kwani, unafikiria kwamba Chauma unaifikiria una, una kwamba ni chama kidogo? Mlishindana sana na tukaona sisi, imani yetu imetuambia sisi tumeshinda. Aha, kumbe mnamaanisha kwamba mlishinda kwa imani, si ndivyo? Imani yetu maanake, katika kura zetu tulivyo hesabu sisi tumeshinda kura nyingi tu. Kwa hiyo na safari hii mnakwenda kwa uchaguzi kwa imani, si ndivyo? Ile ile kwamba tuna imani kwamba tutashinda na tuna imani kwamba tukishinda zaidi kura zikiwa nyingi sana, utakuwa hauwezi kutu kutuibia kura bwana, tutakuwa kura zetu zimefoka nyingine, tutawagaia wengine. Lakini umeonesha wasiwasi na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Lazima utakuwa na wasiwasi bwana, kwa sababu si hawataki kututangaza si... Sisi sasa, sijajua na siwaelewe nyinyi, mnasimamia nini? Mnataka mabadiliko katika tume ama mnaridhika na tume iliyopo? Tunataka mabadiliko wa kuanzia tume mpaka kwenye katiba. Kwanza katiba ni muhimu. Kwa nini katiba m... ndio inayotufanya ina kuisimamia hiyo tume iwe ya aina gani? kwa mabadiliko ya katiba sisi tunaunga mkono. Kwa nini mnakwenda katika uchaguzi katika mazingira ambayo mnaona ya kwamba si huru? Eh, tu, tu, tunakwenda kwenye uchaguzi ili sisi tushinde, tukisha kushinda, tuweke mazingira yaliyokuwa huru zaidi, tutaanisha tena demokrasia. Tumalizie hapa, ndio kusema mnatazamia kugawa nafasi zote za uongozi ndani ya chama kwa wanachama wapya, si ndivyo? Aa. Kila mwanachama atakaye kuja awe mpya awe zamani, ana sifa ya kuongoza, ataongoza. Ndio nataka kujua kwamba mnataka kugawa nafasi zote za uongozi kwa wanachama wapi ambao wanakuja katika chama cha Chauma? Sema tunagawana, maana yake hapo tutakuwa kama tuna share. Hatuna share, sisi Chauma kitafanya ki kazi yake kwa mujibu wa katiba, na itapokea na mwanachama na mwanachama anayestahili kuwa kiongozi ataendelea kuwa kiongozi. Mbali ya Salumu Mwalimu, ni wanachama gani wengine wapya ambao mnatazamia kuwapa uongozi ndani ya chama cha CHAUMA? Tarehe ishirini na moja we njoo hapo basi, tarehe ishirini na moja utapata kila kitu. Nataka nisikie juu ya taarifa hizi, kwamba kuna mgombea urais ambaye atakuja katika chama chenu cha CHAUMA, zimekaa vipi hizi taarifa ndani ya chama kwa sasa? Hapana, mpaka mda huu hakuna mwenye kusema yote kwamba mgombea urais atakuwa nani hadi mchaguzi e mkutano mkuu utakapofanyika na watakao kuwa na ridhaa ya kuomba. Na wewe nakukaribisha sana, kwa sababu nikiamini ni mwanachama wetu, unao haki ya kuja kuchukua fomu na ukaenda kwa wanachama wetu katika mkutano mkuu, ukajaza fomu, ukipita wewe utakuwa pia mgombea. Yoyote yule atakayejaza fomu na wajumbe wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa mkutano mkuu wakamchagua basi huyo ndio atakuwa mgombea. Unawaambia nini wananchi katika mazingira ya sasa ya shughuli za kisiasa? Ujumbe wangu wananchi waipokee CHAUMA kila sehemu, tunataka kufanya mabadiliko ya, uong, ya uongozi wa dola sisi tuko tayari kujitolea, lakini tutalinda amani ya nchi, watu wafanye uchaguzi kwa sasa. Na nawapa neno kwamba waende kujiandikisha katika eh, mchakato wa uandikishaji katika eh, daftari lile la kudumu kwa hii raundi iliyokuwa ya mwisho labda, lakini waende kwa wingi, kwa sababu mabadiliko hayaletwi bila ya wao, chagua kiongozi aliyokuwa bora. Kwa hiyo nawapa nasaha zangu, waende kwenye vituo wakajiandikishe alafu tusubiri uchaguzi utakaofanyika, wapige kura kwa amani, na ikiwezekana wale ubwabwa asubuhi, alafu wakapiga kura, iwe kwamba wamekula ubwabwa, alafu warudi nyumbani, wasubiri wakula ubwabwa wao, wanaangalia televisheni, wanaangalia matokeo.